Unataka kuanza kilimo cha biashara lakini una mtaji mdogo. Leo nitakupa njia kumi za kuanza kilimo cha biashara kwa pesa kidogo na kupata faida kubwa. Anza na mazao ya mboga mboga yanayokuwa haraka kama matembele siku 30 hadi 40, spinachi siku 21 hadi 30, kabichi siku 60 hadi 90. Utaanza kuona na mapato kwa muda mfupi. Pata mbegu bora za kupandika kwa bei nafuu kutoka taasisi za serikali kama TARI, vikundi vya wakulima duka la mbegu lenye sifa Kama huna shamba, tumia vikapu, tumia mabakuli ya plastiki, tumia mifuko, yaani growing bags. inaweza kufanyika hata kwenye balcony yako. Punguza gharama kwa kutengeneza mbolea yako mwenyewe kwa kutumia mabaki ya chakula, majani yaliyoanza kuoza, kinyesi cha kuku. Kabla hujapanda, tembelea soko la mboga, wasiliana na wauzaji wa mboga, angalia mahitaji ya watu. Punguza gharama za uuzaji, kuitumia WhatsApp kuuza, kutumia Instagram kuonyesha mazao yako kufanya matangazo ya bure kwa majirani. Punguza magonjwa kwa kupanda mimea mbalimbali mbali pamoja, kuepuka kemikali, kuvuna mazao kwa wakati. Patata mafunzo bila malipo kwa kujiunga na vikundi vya wakulima, kufuatilia YouTube channels za kilimo, kushiriki semina za serikali. Usianze kwa wingi, anza na sehemu ndogo, ona jinsi mazao yanavyokuwa. Panua taratibu kadri unavyojiimarisha, fanya kwa uangalifu. Andika kila gharama, rekodi mapato yako, angalia faida yako kila mwezi. Kumbuka, kilimo ni biashara kama zingine. Anza kwa ujanja, tumia akili na utaona mazao. Subscribe kwa mafunzo cha biashara. Bonus tip, kila siku ya mazao, weka kiasi fulani kwa ajili ya kukuza biashara yako. Una swali? Andika chini.